Walivyoenda katika utetezi wa Papi hii kwamba yeye siku zote na saa zote huwa na yule mke wake mtarajiwa Bi Mariam Bongi, wakasema kwamba kiukweli mahakama, jamani, haiwezekani binadamu mmoja akawa na binadamu mwenzie masaa 24 siku saba za wiki. Lazima kuna muda ambao yeye aliweza kuwa mbali na yule mke wake mtarajiwa. Huo utetezi wake ulikataliwa. Utetezi wao watatu waliotumia kujitetea ni yani kwamba ile nyumba iliyotaja kufanyika vile vitendo, yani ile nyumba namba mia sita na saba walidai kwamba mara yote ilikuwa na watu, kwa hiyo haiwezekani kwamba kulikuwa na uwezekano watoto walikuwa wanaletwa tena hadi kwa vikundi na kufanyiwa vitendo vile bila hawa watu wengine kufahamu. Walitajwa watu wao ambao walikuwa wanaishi katika ile nyumba ambao ilikuwa ni mama wa Babu Seya bi Benadeta Kaji, mtoto wa mke wa Babu Seya, yaani mtoto wake wa kufikia, pamoja na dada wa kazi aliyekuwa anafahamika kwa jina la Furaha. Zaidi ya hapo